Baada ya masaa 24 kupita, tangu zipigwe risasi nyingi zilizodumu kwa muda wa masaa 10 usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 24 Juni mwaka 2025, mji wa Mboko uligubikwa na ugeni uliowakilisha jimbo la Kivu Kusini kutokea mjini Uvira, jiji lililo kaskazini mwa Mboko panapo kilomita 45. Gavana wa jimbo na makamu wake waliwakilishwa na mbunge mchaguliwa wa Fizi, pia makamu wa mambo ya ofisi ya jimbo bwana Albert Labani Msambia, pamoja na waziri wa mambo ya ndani ili kutatua mzozo kati ya mkuu wa sekta na kamanda wa kitengo cha wazalendo bwana Asopa. Tulipotaka kujua, je, ujio wao ndani ya sekta Tanganyika unaweza kutatua mzozo huo na kutokomeza milio ya risasi holela ndani ya sekta hiyo? Huyu hapa Metre Albert Labani akijieleza mbele ya microphone zetu. E, juzi ya tariki ishirini na mbili e, wa ndugu zetu wazalendo wamepiga masasi mengi sana kuanzia saa ine za usiku mpaka ilifika asubuhi ya jana siku ya pili, na hiyo masasi imesababisha hofu kubwa sana mwingine, watu wengi walianza waza labda adui m mingia Mboko, wengine waliwaza mambo mingi mengi Imekujalka kama ni mzozo ambao umekuwa wa ante wazalendo na mkuu wa sekta ya Tanganyika. Sasa, ilibidi eh, gavana wa jimbo Mheshimiwa Jean eh, Jacques Musi pamoja na makamu wake Mheshimiwa Jean-Jacques lakado kutuma delegation kubwa hapa, ili tukuje kuona nini lipita pa Mboko na tuweze kuleta amani ndoko turetablire pe na kuinstaure autorité de l'État na tumekuja hapa na waziri wa mambo ya ndani kwa muda, eh, bwana Foste eh, Mayani na mimi eh, kama vile directeur de cabinet au gouverneur tena mchaguzi wa wafizi tumekuja kwenye msafara ili tupate kujua nini ilipita na tufanye nini ili tulete amani hapa Mboko. Asante sana bwana Albert Labani Msambia. Nadhani Mboko unaifahamu vizuri na kwa mujibu wa mkuu uh, wa group nine anasema kwamba hiki ni kama chandarua cha kuleta watu kwa katika amani, kwa katika amani kwa kimombo anaita mustikeli na watu bado wana hofu, wana hofu kuhusiana yale masasi yaliyopigwa juzi tarehe 22 eh, Juni, unadhani huu ujio wako unaweza kutokomeza kabisa milio ya risasi kondela kwa mara nyingine? Ndio, ndio hiyo tumehakikisha kwa sababu tumeshafanya vikao vya maana. Sasa tumefika, tumeongea na wahusika wote, tumeongea na mkuu wa, wa sekta, tumeongea na mwami chef de oukma, tumeongea na uh, komanda uh, Asopa ambaye anaangalia SNPCC hapa ya Mboko, tumeongea na wakubwa wengine wa a SNPCC, tumeongea na Armen na, na polisi na maservise ya sekurite katika maombizi yetu tumesitisha kabisa hiyo matatizo wote wamesema si lazima masasi tena isikiliki hapa Mboko. Tunajua ndugu zangu, hiyo masasi ambayo tukwasema mas masasi kuipata ni shida kwa sasa. sisi wote akili kwenye adui na adui yuko pale pembeni ya Uvira pale nani, katogote sio mbali, lakini kwa sababu wa ndugu zetu wazalendo na FRDC wanatia ukuta pale na ndio maana adui afiki, na hii masasa ambayo tuko nayo ni masasi ya kupiga adui, sio ya kuharibisha mwingine bure bure. Kama kuna tatizo yote ile ambayo inahusu eh, kiongozi wa kiserikali akuwe chef de secteur akuwe administrator wa territoire akuwe chef de groupement akuwe nani akuwe nani, kuna viongozi, kuna ngazi za juu za kupeleka malalamiko ili majukumu kamatiwe. Na leo wapo tumepata ripoti zote tumepewa mahabari yote tuko nayo tutapelekea governor report na majukumu na majukumu ambayo atakamtiwa mtaisikia baadaye. Naam, kwa kumalizia, labda pengine tasmini za duru zetu zinasema kwamba mzozo wa kamanda Asoka na mkuu wa sekta umesababishwa na ukosefu wa dhamini wa vyakula, pengine hata kiafya. Nyinyi kama serikali, mna mpango gani juu ya wazalendo? Hiyo sio shida kubwa, hiyo sio shida kubwa. Najua kama wazalendo wako na coordination, wako na coordination naambayo anaangalia na koordinatio wa uzalendo eh, Uvira na Fizi ni mzee mwenyewe Mheshimiwa ya Kutumba, uko pale Uvira, ni yeye anajua eh, gisi mambo iko naendeka. Kama chakula hiko kama inakosekana ni yeye anapasha jua ii, wakati inaweza kuwa hiko, wakati inakosekana anajua hiyo. Kwa hiyo na hii kundi ambayo iko hapa hapa nani hapa Mboko, kundi yake eh, eh, wengi ni watu wake kwa hiyo najua kama na wakati ulifana maongezi, hakuna mtu alisema kama hii tatizo inatokea kwa ajili ya chakula au vifaa, hapana. Hiyo kabisa ikusemeka, tumesikia malalamiko avo yote na tutaifanya kazi, lakini mambo ya chakula haimo ndani na, kwa kumalizia ujumbe wako wa mwisho kwa watoto wa Mboko ila kwa lugha ya Kibembe ule ndivyo kama twaona bato batulie twaondalimbe tulimbita

tatizo ya maabari yenye iko na matatizo ya maraporo ambayo tulipata, tunaende ifanyia kazi kiserikali. Na yule ambaoa kama amefanya kosa, Asopa yuko na shefu wake, shefu de secteur, kuna shefu wake, na wote mu province wana wana shefu wao, au eyalawachunga ni governor. Tutampatia report na atakamata mazimio kwa ile tatizo hapa Boko. Kwa hiyo watu wasiwazi kama kuko shida moja hatari sana, shida kama ingekuwa iko Tungesema shida iko directement hivi, lakini raporo ambao tuko nazo tunaeza kuzifanyia kazi na mtapata mazimio baadaye.